Ndege ya abiria aina ya Spring Airline aina ya Boeing 737 uh, ilipata hitilafu ya mgandamizo wa hewa angani, ikilazimika kushuka ghafla kutoka futi zipatazo elfu thelathini na sita hadi elfu kumi na mia tano ndani ya dakika kumi wakati kesafiri kutoka Shanghai kwenda Tokyo. Tukio hili liliweza kuwafanya abiria waingie katika hali ya taharuki, huku baadhi yao wakiwa wanaandika wosia wao wakiwa angani. Barakoa za oksijeni ziliweza kutolewa na mhudumu wa ndege za sauti na kuweza kuagiza abiria kuweza kuzivaa. Kwa bahati nzuri, ndege hiyo iliweza kuelekezwa salama hadi Uwanja wa Ndege wa Kansai, Osaka, na abiria wote 191 walikuwemo wakiwa wamenusurika bila majeraha yoyote. Shirika la ndege liliweza kutoa fidia ya dola 104 pamoja na malazi ya abiria waliokuwemo katika ndege hiyo. Uchunguzi wa kina unazidi kufanyika kuhusiana na chanzo cha tukio hilo. Hapo ni upi mtazamo wako kwa mdau wa sawasawa online digital, dropisha comment yako kwenye eneo cha comment hapo, sicho kusubscribe kwa taarifa kadha kadha chao chao.